Familia moja katika eneo la Kiamaiko hapa Nairobi imeomba serikali kuwasaidia kumtafuta mwana wao wa mwaka mmoja aliyeibiwa nyumbani kwao jana mchana. Kulingana na familia, mtoto huyo alikuwa nje ya nyumba na dadake wakati mama mmoja alipokuja walipokuwa na kumpa dadake mkubwa shilingi ishirini kununua peremende na kutumia fursa hiyo kutoweka na mtoto huyo. Familia ya mtoto huyo Mohamed Ali ilianza kumtafuta bila mafanikio na kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Huruma ambapo uchunguzi unaendelea. Sasa venye walikuwa wanacheza sista yake, uh, venye walitueleza kuna mama alikuja. Uh, venye alikuja akapeana uususake mkubwa shilingi ishirini ha, akasema aende achukue, uh, suti hivyo ndio mtoto alioacha mgehuyo mdogo na akaenda baadaye, kurudi akapata mtoto ayuko, hivyo ndio mtoto alichukuliwa. Ile station ambayo iko erea yetu yote tumesha report, lakini hatujapata uh, maneno yote ama report yote kutoka serikali hata bado. Si tunaendelea tu kwenda kuripoti.